Tunaendelea kutambua nguvu ya ulimwengu, nguvu ya universo, nguvu ambayo inaweza kutenda jambo lolote, aidha kwa kutaka au kutokutaka sisi viumbe. Lakini tunaendelea kuishukuru na kuitambua uwepo wake kwa sababu tumeendelea kushirikiana na viumbe katika nguvu hii ambayo inaweza kutenda mashariki, inaweza kutenda magharibi, inaweza kutenda kaskazini. Mungu wetu, nguvu yetu, ulimwengu wetu, Tunaendelea kukushukuru, tunaendelea kushukuru kwa nguvu ya hewa, tunashukuru kwa nguvu ya maji, tunashukuru kwa nguvu ya ardhi, tunashukuru kwa nguvu ya moto. Vyote hivi kwa pamoja vimetufanya tuendelee kuwa hai, vimeifanya dunia na ulimwengu uendelee kuwa hai. Uzima huu, nguvu hii imeendelea kutenda pasipokuwa na ubaguzi katika viumbe wake, kwa walio matajiri, kwa walio masikini, pasipokubagua kabila pasipo kubagua dini. Sisi tunatoa shukurani kwa niaba ya viumbe wote. Ndugu zangu, niwakaribishe katika makala hii ya Human Hits, katika muendelezo wa mada yetu pendwa, mada yetu nzuri ambayo tulikuwa tunaendelea nayo, ambayo inausema uhusiano kati ya akili, mwili na ulimwengu. Tuyaliangalia jinsi akili na ufahamu wetu katika uundaji wa mawazo yanayoweza kufanya au kuumba kitu chochote katika ulimwengu huu ambao tunaishi, wanyama. Tukajua mwili unawezaje kutuma signal katika ulimwengu wa kiroho. Mwili umekuwa kama darubini, mwili ni kama darubini ya kupata picha halisi ya ulimwengu wa halisi wa mambo ya kiroho. Kwa hiyo leo tunaendelea katika mwendelezo wa mada yetu, na leo tutakuwa na mada inayosema maisha bila mateso, kwa Kiingereza tunasema ni pain free living. Naomba tuendelee kuwa pamoja katika mada hii na upate utulivu, upate sehemu iliyotulia, uweze kusikiliza kwa umakini, na pengine unaweza kuokota mawili matatu ambayo yanaweza kusaidia namna ya kujenga misingi ya kuishi kwa wema, kuishi kwa upendo, kuishi kwa kujitambua kama mwanadamu, kuishi kwa kujitambua kama mtu kwa misingi ya kiroho, kimwili na kisaikolojia. Tunatambua, tunafahamu watu binadamu tunaishi katika makabila tofauti, katika dini tofauti, katika rangi tofauti, katika silka ya ma maisha tofauti, na mara nyingi watu wamekuwa wanapitia mateso, wanapitia tabu, wanapitia misukosuko kutokana na hali halisi ya ya namna mtindo wa maisha jinsi ulivyo, kutokana na tabia, mifumo na mambo mengine mengi ambayo yametuzunguka katika dunia hii. Kutokana na hilo basi, ndo maana human hits ya Come Tv Tanzania tumeamua kuja na mada konki. Uh, mimi jina langu naitwa Mr Camtz wa Come Tv Tanzania. Sasa tukienda moja kwa moja kwenye mada yetu kwa ufafanuzi zaidi na maelezo mengi ya kina yaliyomo ndani ya mada hii: mateso mengi ya binadamu si ya kimwili, bali ni ya kisaikolojia na ya kiroho. Na katika mtazamo wa kawaida tunaona si ya kimwili bali ni mateso ya kisaikolojia na kiroho. Katika dunia ambayo sasa hivi tunaenda nayo, kukuta mateso ya kimwili ni machache sana, lakini mara nyingi sana tunakutana na mateso ya kisaikolojia na mateso ya kiroho, ambayo haya mateso ya kisaikolojia na mateso ya kiroho yanaweza kupunguza au kuondoa kabisa na kubadilisha uhusiano wa mawazo na mazingira tunayoishi katika mazingira yetu ya kawaida na familia zetu, ambapo mateso ya kimwili tunayatambua kama mateso ya maumivu labda ya mgongo au mateso ya maumivu ya mkono na mambo mengine. Lakini hali halisi, tukitazama kwenye mateso ya kisaikolojia, tunayatazama kama mateso ya huzuni, hasira na hofu ambayo haya yanaonekana ni mateso makubwa sana sana ya kisaikolojia ukilinganisha na yale matatizo ya kimwili, na watu wengi wamekuwa katika mfumo huu wa mateso ya kisaikolojia ambayo yanajikita zaidi katika huzuni, hasira, hofu na mambo mengine. Lakini hizi huzuni, hasira na hofu zinatokana na nini hasa? Tunaangalia huzuni, hasira na hofu zinatokana na kumbukumbu kumbu za mateso pengine ya zamani, ambapo Kiingereza tunasema ni past pain, lakini pia zinatokana na kuogopa mateso ya baadaye, ambayo tunasema ni future pain kwa Kiingereza, na ni mawazo yanayotokana na kuwa na mtazamo mkubwa katika fikra, katika akili ya mwanadamu, akili ya binadamu, huwa tunasema kwa Kiingereza ni pain body, yani mwili wa mateso, ambao huu mwili wa mateso mara nyingi sana huwa unahifadhi miamko mibaya na miamko hii mibaya huwa tunaisema ni kama hasira, uchungu, wivu na mambo mengine yanayoendana kama hayo ambayo yote kwa pamoja huwa yanajenga nguvu ya kumbukumbu kumbu ya kutabiri mateso ambayo yatakaokuja baadaye. Baada ya hapo na hapa tunaweza tukaangalia mfano, kwa wewe mwenyewe unaweza ukajitathmini ukaangalia, unapokumbuka mateso ya miaka mingi iliyopita, mara nyingi sana huwa unajenga uchungu kwenye wakati uliopo, na mara nyingi huwa inajitokeza sana sana kwa watu walio wengi, na mateso haya yote unaweza kuyakomesha. Na tunasema mateso haya ni mateso ya kisaikolojia, na huwa yana mbinu kadhaa ambazo unaweza ukazitengeneza katika mwili wako, ukazitengeneza katika maisha yako, ili kuweza kukabiliana na hali hii ya kukumbuka matatizo ya miaka iliyopita ambayo yatakusababishia uchungu kwa wakati wa sasa, ambayo kimsingi yatakuletea shida katika maisha yako wewe na kizazi chako. Na hapa tumeshuhudia mambo mengi sana, watu wanauana, watu wanatendeana mabaya, unaosikia mtu kamchoma si na nani, mtu kafanya hivi, kafanya hivi, kafanya vile. Yote haya yanatokana na sababu hii ya kisaikolojia, jinsi akili yako inavyojenga inaweza kujenga mateso. Tunaweza tukaangalia mbinu kadhaa ambazo unaweza kukabiliana nazo kutokana na hali hii, ambapo kwa Kiingereza tunasema ni awareness and acceptance. So kwa Kiswahili tunasema ni kutambua na kukubali hali halisi ambavyo jinsi ilivyo. Unakubali vipi na unatambua vipi? Usiseme hata siku moja ninaumia tayari, ukisema neno ninaumia tayari unajenga unajijengea moja kwa moja katika mwemko mibaya ya hasira na uchungu, bali unaweza kutumia neno ukasema kuna hisia ya uchungu inayotokea ndani yangu. Hilo linaweza kuwa neno sahihi ambalo linaweza likakusaidia kuweza kutengeneza taswira kwa sababu sisi, maneno yetu, midomo yetu, sauti zetu zina uwezo wa kuumba kwao, ili kuondoa maumbo ya mnyemko ya hasira katika nafsi zetu, katika roho zetu, uweke katika... nje iwe nje ya kile unachokiamini. Yani isiwe sehemu ya kusema ninaumia, nina ni naumia, sema kuna hisia ya uchungu inayotokea ndani yao, pengine zikawa neno sahihi ambalo lisikujengee taswira ya mwamko wa hisia mbaya. Hii huwa mara nyingi inasaidia kutenganisha wewe na mateso, kuwa kwamba hili linalotokea au hilo jambo linalotokea si wewe, bali liko nje yako lakini pia unaweza kuweka katika hali ya usasa hivi. Kwa maana kwa Kiingereza tunasema ni brain pain into the now. So unaweza kutengeneza maswali fulani fulani ya kujiuliza, ili kuweka kuweka mustakabali mzuri wa kisaikolojia, lakini pia wa kiroho, ili kuepukana na hali halisi ya kuweza kutengeneza kumbukumbu ya hisia ya mbaya. Kwa mfano, unaweza kujiuliza maswali ukasema, je, ninaumia sasa hivi au ni kumbukumbu tu? na vilevile unaweza kusema labda kama nitaacha kufikiria kuhusu hili, au bado ninahisia hili? Kwa hiyo unaweza ukatengeneza maswali kama hayo, na mara nyingi sana jibu lake mara nyingi sana jibu lake katika maswali kama hayo huwa ni hapana. Kutumia kosa kubwa sana, kutumia mateso kama mwalimu wako, pain at the teacher ni kitu kibaya sana katika maisha. Badala yake, jitahidi kukimbilia kwenye uchungu na kuzungumza nayo, kuzungumza nayo mateso. Kwa mfano, unaweza ukajizungumza nayo kwa kusema labda, una nini la kujifundisha? Na je, ninahitaji kubadilisha nini ndani yangu? Mateso yote haya mara nyingi huwa na ishara ya kukosa uwepo wa sasa. Niwambie ukweli, mara nyingi sana mateso haya huwa yana ishara ya, ya kukosa uwepo wa sasa unaona. Sasa mtazamaji, kwa hiyo ni namna gani ambavyo unaweza kukabiliana na mateso haya ya kisaikolojia? Mateso haya ambayo mara nyingi yanawatesa watu wengi sana. Kwa hiyo katika mada hii, ni mada nzuri na ni mada ambayo ina uwezo wa kukufungua na kuondoa katika hisia na miemko mibaya ambayo itakuletea matatizo hapo baadaye. Lakini pia tunaweza tukaangalia mfano mwingine ambao tunasema Uh, unaweza kukumbuka makosa makubwa uliyofanya kazini, pengine unaweza kukumbuka makosa makubwa uliyowahi kufanya shuleni, uliyowahi kufanya mtaani, uliyowahi kufanya we, katika familia na kadhalika na kadhalika, lakini pia ukaangalia namna ambavyo unaweza kukabiliana nayo, unaweza kuyatatua, unaweza kuyafikia, umeona, kwa kuyatambua tu kwamba ukajiuliza tu maswali, ukanajiuliza tu maneno fulani, hii ni kumbukumbu na sio uhalisia, maisha ya kweli ya sasa Jiulize, je, kuna kitu naweza kufanya kwa sasa kuhusu hili? Na kama hakuna basi acha kukumbuka, acha kufikiria vitu kama hivyo. Na mfano mwingine unaweza kuogopa au kukataliwa na mpenzi wako, maybe mpenzi wako, maisha ya wa mateso ya mapenzi yamekuwa natesa na sana watu wengi, natesa sana watu wengi wamekuwa wameteseka katika eneo hili, lakini pia unaweza kukabiliana kwa kujiuliza maswali vilevile vile. Hii hofu si ya kweli ni kitu cha akili yangu inayojenga hali mbaya. Ni hali ya kimawazo, ni hali ya kisaikolojia. Zingatia hili, kwa kadi utakavyoweza kudhibiti hali hii kwa sasa, ili siweze kuingia katika maisha yako na bali ya akili yako, mwelekeo wako wa fikira zako, mawazo yako, saikolojia yako ikupeleke katika mtazamo mwingine kabisa, ili kuweza kukabiliana na hili, fanya kitu kingine ambacho hakiendi katika pasti, akiendi katika kumbukumbu -kumbu, ili kujikwamua katika misingi hii ya kupeleka katika hisia mbaya. Kwa kweli kwa kumalizia tu mada hii, kwa kweli mateso ya kweli kwa sasa ni kama kuumwa au kuugua kwa sasa, na mateso mengine ni ya mizigo tu ya kiakili ambayo mara nyingi sana hujengwa na kumbukumbu -kumbu, pasti kuogopa future na mambo mengine yanayoendana kama hayo. Lakini tutambue kwamba mateso ni kitu na sio wewe Sio wewe, sio walisia wewe, live kwa sasa. Unaweza kuona mateso kama dhamira ya kitu au nao tumia mateso kama njia ya kujifunza, sio kuteseka. Hilo ndo neno langu ambalo naweza kumalizia siku ya leo. Mtazamaji mfuatiliaji wa makala hii, uwezo na nguvu ya Mwenyezi Mungu iendelee kutawala, upendo na maarifa uendelee kutawala katika nafsi zetu katika ulimwengu wetu wa kiroho na kimwili. Tuendelee kuombeana tuendelee kupendana katika kila nyanja, na kuendelea kufunguana kwa namna moja ama nyingine, sisi kama wa Tanzania, sisi kama wa Afrika, ili kujenga msingi uliobora katika kizazi kilichobora kisichokuwa na ubaguzi katika namna yoyote ya kidini, kikabila na namna yoyote ile, lazima tujengwe katika misingi ya namna kama hii. Unaomba haya kwa kusema na kumaliza kwa kusema asante, na tukutane katika sesheni zingine. Langu jina, niite Mr CamTv, na hii ni human hits ya CamTv Tanzania.